Asante. habari ya jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu! Hongereni kwa kupendeza. Basi tunawakaribisha uh, usiku wa leo, usiku ambao ni watofauti sana, ambao haujawahi kutokea. Pengine zilikuja usiku nyingi, lakini usiku wa leo ni watofauti kwa sababu tuko kwenye mtoko, mtoko tunao na tunatamba nao tutakuwa na mahojiano mafupi sana kumhusu Daniel, safari yake tangu kuzaliwa kwake, walau kwa uchache, lakini pia safari yake hata kufika siku hii ya leo. Kwa tunaomba mtu azime masikio, ninyi mliopo hapa, lakini ninyi ambao mnatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, andamana pamoja nasi ili kuweza kusikiliza. Pengine hapo ulipo uh, unayotutazama, na wewe ambaye uliopo hapa unaweza ukachota kitu na ikawa ni mwanzo wa safari yako ya mafanikio. Mimi ni Happiness Mlewa, karibuni sana sana sana sana. Tunatamani kumfahamu Daniel, pengine tunamfahamu kwa juu juu tu Daniel. Tunakutana naye, tunazungumza naye, tunapiga stori, tunacheza, tunaimba kwa pamoja, lakini pengine hatumfahamu kwa undani sana Daniel. Leo tutamfahamu walau kwa uchache. Kuhusu huyu Daniel. Daniel ni nani? Anafanya nini? Kwa nini leo Daniel? Tumsifu Yesu Kristo. Kuja kati ya Baba Antony wetu uh,

chimbuko la wito wangu katika kwenda pamoja naye. Nakumbuka nilibatizwa nikiwa mkubwa sana uh, kama sijakosea, tarehe moja mwezi wa saba elfu mbili na tano ndio napata sakramenti ya ubatizo, na toke hapo pia hamu yangu ya wito wa upadri ilikuwa sana, na hamu hiyo ilichochewa na bibi pia. Na toka hapo nikafanikiwa kujiunga na seminari ndogo ya mtakatifu Maria pale Visiga mwaka 2009 na nikiwa natokea Kurasini, na chimbuko la wito huo likilelewa na utoto mtakatifu. Siwezi msahau kaka yangu Spera, hapa hii story ina muhusu, na ndio maana leo unaona moja ya talanta ambazo tunazo humu ndani ni steel band. Pia steel band ilinilea, ulikuwa ni mziki wangu ambao nikitoka shule nakimbilia kwenye mapipa nakaa napiga ambavyo nilikuwa hivyo katika utoto mtakatifu. Safari yangu ilianzia pale Visiga 2009 na toka uh, pale niliishi maisha ya Visiga maa sana, na ambayo leo imeweka alama pale vsaear uh, e, ilitokea kesi moja kubwa sana tulikuwa tunaitwa kikosi cha wizi wa madafu. Na mimi nilikuwa ni mkwezi katika kikosi kile. Kwa moja ya kitu ambacho kilifurahisha sana mkwezi, ambaye ni mimi pamoja na wenzangu wengine tisa, tulikuwa kumi, e, kama wale wanawali, tukafukuzwa wote seminari. Lakini tunaishukuru serikali kwa sababu ilikuwa kipindi ambacho rektor asingeza kufanya maamuzi ya kutufukuza kwa sababu serikali ishatuandikisha tufanye mtihani. Kwa tulifanya mtihani Visiga, kama kituo. Lakini tunamshukuru pia baba rektor na kanisa. Tulikuja kuhesabika kama ni wa seminari baada ya matokeo kutoka. Miezi nane tulifanikiwa kupata sehemu, tukaishi pale San Damiano kwa Kapuchini pale Msimbazi, walitupokea vijana wote kumi na tulipopokelewa pale pale, palianzisha chachu nyingine ya mimi kumpenda Baba Francisco, na toka pale nilijiunga na seminari ndogo ya mtakatifu Francisco Asizi pale Maua seminari kwa, kwa miaka mi, miwili pale 2013 mpaka 2015, kwa pale kulikuwa na mambo mengi, lakini kote ambapo nilipita kuanzia form 1 mpaka form 6, moja ya kitu ambacho naweza kusema nilikuwa nikipenda sana mimi nilikuwa nikipenda sana muda wa burudani. Hili ni jambo ambalo hata wenzangu tusema nao seminari wanafahamu hilo, hata mapadri ambao tulikuwa seminari kwa wanafahamu hilo. Nakumbuka wakati tunaingia pale Visiga Seminari, Fata Kaombe alikuwa ameanzisha kitu kinaitwa, uh, entertainment day. Kila siku ya Jumapili ya kwanza ya mwezi ilikuwa ni entertainment day, wote tunakusanyika katika hall kama hili na kila darasa lilikuwa linapewa kazi ya kufanya katika entertainment hiyo. Form one, kazi yetu kwa sababu tulikuwa ni njuka ilikuwa ni kazi yetu sisi ni kutengeneza igizo lolote la wito kwa sababu bado tuna wito. Form two, walikuwa wanatakiwa wacheze na na vitabu lakini vitabu vile vya masimulizi orodha si na nini wanafanya maigizo. Sijui ngoso kipenzi cha cha uzembe hey, walifanya hivyo. Lakini pia form three wao walikuwa wanafanya Bible knowledge in acting. Tulikuwa tunafanya zile acting za judges juu sijui waamuzi Deborah na Barak zinapigwa action on stage. Kwa hiyo kile tunachosema darasani tulikuwa tunakiona on stage. Lakini form four wao walikuwa wanapiga poem. Sasa, wakati naingia Visiga, aa, nilikabidhiwa kitengo cha sanaa. Na hii ndio ilikuwa sanaa yangu ya kwanza pale Visiga. Nilitunga igizo la kijana anayejiunga seminarini mpaka anakuwa padre. Lakini alipokuwa padre akakutana na vishawishi vingi ndani parokiani mpaka baba askofu akamhamisha parokia. Sasa kisa kilikuwa nini? Amalizia na wimbo, ulikuwa unaitwa wito, uh, ya eh, wito wangu wa upadri niliutooa oh, kutoka duka la nani, kazi yangu ya dukani ule mnanda, mi nikawa naimba wito wangu wa upadri oh, waniweka matatani mie, wanaonirudisha nyuma wengi wao waumini kizingatia, sitoweza shawishika. Baba kabla ya kufa alinipa usia, mwanangu, wito wa kufata uwa padri, we uwa padri na ukizingatia, utoweza shawishika. Sasa waumini wamepanga wanitimue. Jamani ndugu zangu, nipeni ushauri wa bure, niache wito wa upadri ama nitafute mwalimie? Hiyo haiwezekani hiyo hey, ni tofauti ya Ekaristi na mashetani na kama mseminari kutokwenda kanisani na yote, najua sababu. mke wa fulani yeye akija parokiani Sante, analeta sana matani hey, hey. mwisho wa siku wito wa upadri, wito wa upadri sasa ulikuja kuishia pale maua. Sawa, Daniel. Sasa, maua, wito wa upadri yakina ujaisha vibaya. Nilikutana <laughs> ugonjwa mmoja naitwa hemorrhoids. Kwa wataalamu Bawasili wanaofahamu, wengi tunaita bawasili. Bawasili ilinitesa sana pale maua seminari, almost miezi minne kabla ya mtihani wa taifa. Kwa wakati mimi naitwa kuja kuongea na mkurugenzi wa mito, mkurugenzi wa mito, Father Ndumbaro pale akaniambia, uh, kijana wangu, nenda kapumzike nyumbani. Mwakani utaungana na hawa watakaoingia malezi kule jangwani nikaenda zangu uh, wataka, walikuwa naingia malezi pale miuji mimi imi mi, nikaenda zangu kupumzika. Nilipoenda kupumzika ndio nikakutana na mengine huko, kwa hiyo kapumzika <laughs> kimoja. Asante, asante sana Daniel, kwa stori hiyo nzuri yes ya safari na. Yes. huyu sasa mm. ndiye Daniel tunapomzungumzia. Daniel ana vipaji vingi sana. Binafsi nilipoanza kukufahamu, nilifahamu kwa wimbo wa daladala. Yes. Yapo me ambayo umeyafanya, na albamu nyingine nyingi umetoa. Pia kuna albamu ile ile ndani ya daladala, nadhani kuna albamu ya utetezi wa uhai. Ndio. Nini ambacho kilikusukuma na ukahisi kwamba wewe una kipaji cha kuimba? Kipaji cha kuimba kilikwepo tangu zamani, na si kuimba tu, hata kuigiza, kuandika baadhi ya script. Yaani kiujumla sanaa kiujumla, lakini kilichonisukuma kuingia katika kipaji hiki cha kuimbaji kama Dani. Aa, nakumbuka mama yangu mzazi marehemu alikuwa ni ni ni, ni Mpentecoste. Aa, na mara nyingi akiwa akiniona alikuwa anambia, twende huku usijali, utaimba huku e, wananywa viduku kama wewe konjo uimbe huku. Sasa mimi nikamkatalia, na hata siku moja alinichukua tukaendaga kule, akaambia sasa ni muda wa kushiriki chakula cha Bwana. Nikamwambia sawa, chakula cha Bwana kikapikwa pale mbele, wakati nataka kwenda nafsi yangu ikasikia Ah, nikasema asiende. Akaambia twende sasa, ilikuwa nyuma yangu kwao, nikabidi ni muunge tu niende, lakini wakati na, naenda, na nafsi yangu ikasema, nasadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume, nikaacha hmm. Na toka hapo sasa, kilichonifanya niingie huko, mama yangu alipofariki, nilipatwa na moyo wa kusema ngoja niandike wimbo wa kujifariji, na ndio hiyo albamu ya kwanza elfu mbili na kumi na tisa nikaandika ule wimbo unaosema Yesu, Yesu mwema. Vijana wanafahamu niliwasalimu katika ule wimbo nikisema mapendo daima salamu yetu, na kwa upendo daima tutunze imani yetu kwa ilikuwa ni album kidogo, nikupitishe hivi, ilikuwa ni album yenye nyimbo nyingi, lakini ndani yake kulikuwa na daladala. Daladala lilikuwa linatafakari maisha yetu, kwamba siku moja tutashuka. Mona, na tukishuka nabidi tulipe nauli. Sasa hauna nauli, afukonda konda anataka nauli yake, lakini nauli ni matendo mazuri. Daniel, uh, nikukatishe. mm -hmm, ndio. mm -hmm, o, sasa tuzungumzie kuhusiana na hili tamasha la Kimaria. Okay. mm -hmm. Tamasha la Kimaria, wakati unafanya utambulisho ulizungumza kwamba ilikuwa ni ndoto ya miaka mitatu. Ndiyo. Yani ulianza kuliandaa hili tamasha ndani mwako ndani ya miaka mitatu umetembea nalo mm, na wapo ambao umeshirikiana nao kuwapatia wazo na wao hawakukatisha tamaa. Nini hasa kilikusukuma ukasema kwamba nam lazima nifanye tamasha mm, la Kimaria? kwa sababu yapo matamasha mengine, ungeweza kusema labda nifanye tamasha la kwaya, nifanye tamasha labda la vijana, lakini ukasema mm -mm, tamasha la Kimaria. Nini siri ya Mama bikira Maria na wewe, kwa ufupi sana? Siri ya mama Bikira Maria na mimi ni amenipitisha katika njia ambazo sikutegemea, na katika njia zote ambazo mama alikuwa akinipitisha kwangu, nilikuwa nikisema, mama alikuwa akinionyesha ndugu zangu tofauti na wale ndugu zangu wa damu, na kila nikikaa alikuwa ananiambia, kuna bibi yako yuko Kawe, kuna bibi yako yuko huku, kuna shangazi yako, kuna kaka yako, kuna dada yako, alikuwa akinionyesha. Na muda mwingine napatwa na tatizo lakini, sometimes nikimkimbilia mama na jikuta kwamba anakuja mtu fulani kichwani na nitakapomtafuta mtu huyo ananitatulia tatizo hilo, lakini siri kubwa ya mimi na huyu mama ni pale tu nilikuwa nimeongelea fumbo la kifo hapa mwanzo. Mama yangu mimi alifariki tarehe 24 mwezi wa sita, elfu mbili na kumi na saba, lakini baada ya wiki mmoja tu tulianza pia kumuguza baba kwa pressure. Naye baba akafariki tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa saba mwaka 2017. Kwao ndani ya mwezi mmoja niliwapoteza wazazi wawili kwa pamoja. Lakini baba aliniachia urithi mzuri sana wa rozari ambayo ni hii ninayo mpaka leo hii. Lakini urithi huu wa rozari aliniachia baada ya kusali rozari ya huruma wa Mungu saa tisa alfajiri. Tulipomaliza baba alikuwa sio tena wa kwetu. Toka pale nilibaki katika tafakari ya mama huyu nikisikiliza nyimbo nyingi sana za mtunzi Mwalimu Pasco Mwarabu na zilikuwa nikisikiliza, zilikuwa zinanitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nyimbo zile za mwaka tisini kwangu zilikuwa faraja. Tamasha hili la Kimaria, wewe ni kijana, unahisi litachipusha ndani ya vijana moyo wa kumpenda Mama Bikira Maria? Nafikiri siongee mengi, tumeanza kuona. Amepanda hapa Filipo leo, Filipo amefanya one among the best performance ambayo sijawai kuiona akifanya, na nilimwambia nahitaji uende pale kwa sauti za kuigiza, tuwafanye watu waelewe, mama anataka tumwelewe namna gani. Kwa huyo umemwona, ni mmoja wapo vijana. Kule nyuma wana talent, utawasikia leo, sio chini ya nane wako pale. Ni mfano, lakini toka hapo, na imani vijana wengine wenye wa vipaji wataamka. Basikofu alikuwa ananiuliza, huyu kapandila ndio nani? Baba, huyu ndio kapandila, anaimba na ni mmoja ya vijana ambao wenye talent kubwa, lakini nisiongee mengi toka hapa. Nafikiri tutatembea taratibu na vijana hao wenye vipaji. Unaambia nini vijana ambao hawajakuelewa bado? Watanielewa tu baadaye, hapa sijaanza kazi yangu. Asante Daniel. Hmm. mimi ninakushukuru sana. Hmm. najua tungetamani kuzungumza mengi lakini kutokana na muda, watu wanataka kupata burudani hmm, basi tuwaache wapate burudani. Kabla hawajapata burudani, niongee ni kipengele kimoja cha msingi sana mno. Uh, wakati naandaa uh, tamasha tamasha hili la kimaria kwangu alikuwa wazo la Marian Concert peke yake. Huu ulikuwa ni mkakati wa Marian Life, yani maisha ya kimaria, na mkakati huu wakati nauunda kwangu niliona kuna mambo ya msingi ya kutembea nayo na moja ilikuwa ni Marian Charity, yaani matendo ya upendo ya kimaria. Mama alitoka akiwa na mimba akaenda nchi za milimani. Sema nchi za milimani, nchi za milimani. Tafute mama mwenye mimba aende milima Uluguru kama ataweza, kwa ndugu yake kumsalimia kwao, alienda mama hivyo. Lakini la pili ni Marian Education. Ndani ya Marian Life ni mkakati ambao utaendelea Wapo watu wasifahamu huyu mama. Kuna watu kimwekea mama wa Guadalupe, ukamwekea mama wa Rudi wa Kibeo, ukamaliza hapo na Mijogori, ashachanganyikiwa kabisa ajui hata huyu ni mama wa wapi. Kwa kuna paswa kuwapa watu elimu kuhusiana na Mama Bikira Maria, kujua matokeo yake, ahadi alizotoa, namna alivyoishi na hata vyama vya kitume ambavyo vina hali ya Kimaria. Na nafikiri hili lipo ndani ya Marian Education. Tatu, uh, MC nivumilie, hapa ndio msingi wenyewe ulipo. Tatu, uh, ni Marian pilgrimage. Hii ni hija za Kimaria na sio tu hija za Kimaria, ni hija pamoja na sala. Kwa niliona kuna msingi wa kuchachusha hili. Zipo hija zinafanyika ndani ya kanisa, lakini hausikii hamasa zake. Kuna watu hawajui kama kuna watu wanaenda Israel, Baba Kasembo, wapo watu hawafahamu. Hapa mimi nikasema, kwa nini siwasaidie wengine wakajua kwamba hizi hija zipo, wanaotoka hija wakirudi tupate kuwasikia waliona nini lakini la nne katika Marian life ndio hili Marian Concert ambao leo tunaanza. Kwa hiyo kimsingi, huu ni mkakati ambao leo unaanza na Marian Concert. Tutapomaliza Marian Concert, tutatoka twende kwenye Marian Charity tukafanye charity inayopaswa kufanya kwa wana wa Maria. Tukitoka hapo tupate elimu ya Kimaria kupitia mtandao, na hii itakuwa ni endelevu. Tukitoka hapo tuhamasishane kwenda hija na kusali. Lakini baada ya hapo, kila mwaka tukutane tumsifu mama katika Marian Concert, tukiwa na malengo mbalimbali kila mwaka. Asante basi, mimi ninaomba nikushukuru sana Daniel kwa muda wako, nafasi yako hii nzuri ambayo umetupatia. mm -hmm. Na huyu sasa ndio Daniel. Kwa hivyo basi, tuna ametuamsha na sisi ambao tunatamani, tunakereketwa ndani mwetu kufanya kitu kama hiki, hususani kinachomuhusu mama Bikira Maria huu ndio mwanzo. Tuburudike, tufurahi na tutiane moyo. Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni kwa kuandamana pamoja nasi. Kwa heri, asante.